Ndugu wanahabari, tumekutana hapa asubuhi hii ya leo ili niweze kuwajulisha kuhusu uzinduzi wa zoezi la chanjo na utambuzi wa mifugo ambalo linataraji kufanyika tarehe 16 mwezi huu wa 6 mwaka 2025 pale mjini Bariadi mkoani Simiyu. Mgeni rasmi katika uzinduzi huu wa kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa atakuwa ni Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukio hili la uzinduzi wa chanjo litatanguliwa na kongamano kubwa la kwa mara ya kwanza la wafugaji ndani ya taifa letu ambalo kongamano hili limeandaliwa na Chama cha Wafugaji Tanzania na tunataraji litafanyika kwa siku mbili ambapo ni tarehe 14 na tarehe 15 ya mwezi huu wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano pale pale mjini Bariadi mkoani Simiyu ambapo kwenye ufunguzi wa kongamano hili Tunamtarajia mgeni rasmi wetu atakuwa ndugu Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Serikali yetu imetenga jumla ya shilingi bilioni 69.2 kwa ajili ya utoaji wa chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa kwa magonjwa matano ya kipaumbele ili kuyadhibiti na kuyatokomeza kabisa hapa nchini na kuwezesha kufungua fursa za masoko hayo ambayo nimeyataja kabla. Ndugu wanahabari, katika kufanikisha kampeni hii na kuhakikisha inakuwa endelevu, serikali yetu pia imeweza kununua vitendea kazi ambavyo ni pikipiki 700 na vishikwambi elfu nne na ambavyo tunatarajia pia vitakabidhiwa kwa maafisa ugani wetu wa mifugo na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa awamu hii ya kwanza ya mpango huu na kampeni ya kitaifa ya uchanjaji mifugo itakayoanza mara tu baada ya uzinduzi. Jumla ya ng'ombe milioni 19 na 97,223 watachanjwa dhidi ya ugonjwa wa homa ya mapafu ya ng'ombe, yani CBPP. Mbuzi na kondoo wetu tunataraji tutawachanja milioni 17 dhidi <clears throat> ya ugonjwa wa sotoka ya mbuzi na kondoo, na vile vile jumla ya kuku wa asili milioni 40 watachanjwa dhidi ya mdondo wa kuku Ndui ya kuku pamoja na mafua ya kuku. Hapa natamani kusema zaidi, kwani ni muhimu pia Watanzania wakajua Mheshimiwa Rais ametoa ruzuku ili tufanikishe zoezi hili ambapo tutaweza kwa ng'ombe wetu mfugaji atachangia shilingi 500 na Mheshimiwa Rais anachangia shilingi 500 kwa kila ng'ombe na kwa mbuzi wetu na kondoo mfugaji atatoa shilingi mia tatu na Mheshimiwa Rais atatoa shilingi mia tatu ili sote tuweze kuchanja mifugo yetu hii. Lakini kwa upande wa kuku, kama nilivyosema, zote milioni arobaini, Mheshimiwa Rais ametoa fedha zote kwa ajili ya chanjo hii ya kuku zetu za asili milioni arobaini. Kampeni hii ya chanjo pamoja na kwamba itatekelezwa na wataalamu wetu wa serikali katika ngazi za mamlaka za serikali za mitaa, tunafahamu wao ni wachache, na zoezi hili ni la muda maalumu, wanaweza wasiweze kukamilisha tukiwaacha peke yao. <coughs> Hivyo mheshimiwa rais, pia ameruhusu tuweze kuwashirikisha vijana wetu waliohitimu kwenye vyuo vyetu vya mafunzo ya mifugo ambao bado hawajapata ajira serikalini kwa hiyo tunakwenda pia kutengeneza ajira za muda mfupi kwa vijana wetu wapatao 3,540 ambao ni wataalamu wa afya ya wanyama walioko nje ya ajira rasmi. Kwa kipindi hiki tunakwenda kuwatumia kwenye halmashauri zetu zote 184.